Hili ni mshukuru sana Mheshimiwa Saiki meya wa jiji letu la Arusha, ndugu yangu Maximilian Kirak, kwa kuona umuhimu wa kuanzisha jambo hili wa kuunganisha madiwani viti maalum, lakini pia ni washukuru hata waheshimiwa madiwani wenyewe wa viti maalum kukubali maelekezo hayo ambayo ni sahihi kwa serikali na kwa jamii kwa ujumla. Lakini pia nawashukuru sana sana waheshimiwa madiwani ambao umejitokeza leo kuungana na wenzenu kufanya zoezi hili la usafi. Mimi nimefurahishwa sana kupata proposal ya kufanya usafi kutoka kwenu kupitia kwa Saiki meya kasema moja kwa moja opozoiya kufanya usafi wa kila wiki kwa kauli mbiu ya ng'arisha jiji la Arusha, nitaiunga mkono moja kwa moja. Hii ni kwa sababu swala la usafi ni swala la kitabia. Sasa tabia zetu ndio maana tunapelekea kusema sehemu fulani ni chafu, sehemu fulani si safi, sehemu fulani ni na hili hali. Tunafahamu kabisa utaratibu wa usafi na utunzaji wa mazingira ni agenda ya kiserikali ikiongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii tumekuwa tukihimizana kila wakati na kila mwaka tunafanya tathmini ya uhifadhi wa mazingira, usafi na mashindano. Utakumbuka kwamba mwaka jana wilaya yetu e, ya Arusha ilichukua nafasi ya pili e, katika majiji kwa maana ya usafi. Sasa ya pili, kwa nini tuwe ya pili kila mara? Tunataka kuwa ya kwanza na kuongoza, na sisi tuwe mfano. Tunao wataalamu wa kutosha ambao wapo ndani ya jiji letu la Arusha, lakini pia tuna uwezo wa kutosha na akili ya kutosha, na kupitia kundi hili sasa la madiwani viti maalum, iwe kama chachu, iwe kama mwanzo wa kufanya makubwa zaidi. Na leo hii hapa tulipo, tuna viongozi wengi, viongozi wa vijana kupitia CCM wakina mama kupitia CCM na makundi mengine yapo. Sasa kwa nini tusifanye na sisi kama wenzetu hawa, kundi la madiwani viti maalum huwa na vikundi hivyo hivyo na kauli mbiu shindani za kufanya usafi na mazingira. Kwa hiyo mimi niseme hii kwa jiji la Arusha, kwa wilaya yetu ya Arusha iwe agenda mahususi ya kuisimamia, tusiache kufanya hivyo kwa sababu jiji letu ukilinganisha na majiji mengine, ni jiji ambalo lina shughuli nyingi za kibiashara zenye vivutio vya utalii, na kitovu cha utalii cha kuanzia utalii kutoka hapa kwenda maeneo mengine, ni jiji ambalo linapendwa kwa maana ya utulivu na hali yake ya hewa ikiwa nzuri. Hivi basi sehemu hii, hebu tuishike wote pamoja, tuone kama ni kipaumbele, tuonyeshe jitihada mbalimbali katika kuhakikisha jiji letu linang'aa, linakuwa safi na la kuvutia.